Wakaaji wa kaseni viva, wakaaji wa buhombo viva, sekirite. Kwani sekirite inakuwa d ya watu wake nyingi. Wakaaji, sekirite yenu haiko faver, ndio maana wakuu viongozi wa chama M23 hawalale usiku na mchana, ili nini? Kama wakaaji nini, munakuwa diama ama dhahabu ya chama

Sasa hiyo amani, wakati inakuwa tua yenu, inaomba nanyi pia mkuwe muvyakopie hiyo amani amani kama mwanzo sizia leo leu Nyiragongo kabisa, mto wa shujaa, vijana wengi walijitolea kusudi ile usalama muipate hapa Nyiragongo. Usalama haiwezi toka mbinguni ishuke, lazima kuna watu ambao wanapaswa jitolea, si ndio? Wana wanamapinduzi waendelea kuhamasisha wakazi katika maeneo mbalimbali ikiwemo Nyiragongo. Juvenal Ntimie ni kiongozi wa timu leader. Tumetembelea, tumetembelea Nyiragongo sababu FCM23 iko na politiki ya proximite, kutembelea wakazi kujua probleme zao, kuongea nao na nakuleta masuluhisho kwa wakazi ngomana. Tuitembelea Nyiragongo kusikia shida zao, na natongeana kuhusu maendeleo, usalama, na kuita wajene, kuwahimiza wajunge kwenye jeshi ya ARC M23. Karibu karibu sana, waratimulida, tunakupa kauli ni kauli, upatie nani. Uh, ile salamu na tuletea na kutongeleza ili twendele mukila sekte zote, sekirite se kukanusha ukavila development na alafu amani ikolee. Asante sana. Shangilia, shangilia, shangilia, shangilia, shangilia. Tunashukuru. Kupila suwa Kasenyi, viva viva! Kupila suwa Kasenyi, viva viva! Nyiragongo, viva viva! ASM 23, viva! Asante, tunashukuru. Mimi kwa majina ni Juvenal Shimie, nikiwa kiongozi wa timu ya mobilization. Ni kusema serikali ya Kongo ya chilombo ilifanya kwa jinsi watoto wa Kongo wakimbie waende kuwa wakimbizi mwinchi jirani, lakini kwa hiyo, tukakamata kusudio tukasema, tudie inchi ya kwetu tukarudi tukafika hapa Goma, ni kwetu. Ndio maana tumeambia watu kama hatuwezi rudia tena kukimbizi kwa sababu ya uongozi mbaya. Tuko hapa, tuko kwetu na hatutaenda fasi. Tumewaambia kwamba Kongo itajengwa na sisi wenyewe na hatuwezi kubali, hatuwezi itika mwezo governance yake uongozi mubaya ya, ya kwakerudie tena hapa ya kutukimbiza tukuwe wakimbizi kwenye nchi yetu. Hatuwezi itika ile, hatutaitika kamwe. Vijana tunawahimiza, sababu Kongo ilivamiwa sana, na Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Vijana wakuje wajenge nchi ya kwao, wakimbize huyo mjinga ambao anapenda tutie katika ubaguzi na kutukimbiza kwetu. Kitu ingine ni kuongea na wakuu viongozi, tunaangalia wale watu ambao walikamatiwa mumabouklage, tutasaidiana nao, tuangalie bale wenye hawana probleme venye viko inosan ginsi wanaweza ruzaa kunyumba, si vile lakini yeah, tusaidiane tuwaejike mzuri, tuambiane sisi kinywa kwa kinywa, nyuma kwa nyuma familia kwingine hakuna importance ya kuchunga ule mtu mwenye analeta usalama mdogo, sivile ndio? Sivile ndio nasemaka, muishimuruzi akajute, uishimuruzi akakumalizi hivi si watu wanasindia kweli. Sasa vale wenye tuko karibu sana, tutasaidiana karudi, lakini wenye kila mtu atasama kwa kesi, vile ndio tunasikilizana ndio, eh. Sasa hivi hii usalama tunapata leo, tushakuwa na local defense, tuko na la police, tuko na arme yenye kwa nguvu, na tunapenda ile usalama na amani iendelee, sivile ndio. Sasa tutachuma watu Batukute tena povia vaturudishe nyuma. Tuvacungi wapi? Tuvacungi apa, vatukute apa, apa. Tuje kwetu kwetu, ah. Ni wapi wetu? Ni wapi? Yeah. Wetu ni kwetu imt, ni kwetu ni mutao, mutao. Juzi juzi kulikuwa hakuna sekirite, mwekeshwake nitenda lima haiko vile. Yeah. Kutenda lima pasike sekirite, shakua nani mutalima tunasonga mbele hapa, kutawakia video tutarudia nyuma kwetu kwetu. Hapa hapa si kwetu? tutena kwetu hapa si kwetu, ni hapa wenye yeah. Wanasema tutarudia nyuma, hatutatoka hapa yeah. Wakazi wa Nyiragongo wakiomba kuhamasisha makanisa kuchangia amani, umoja na usalama. Kwa nini hamugusie neno ya imani? Kila mmoja anaomba Mungu kivyake, mwengine kuivyake, mwengine kivyake, kivyake, na ni hapa ubaguzi unakuwa ndani ya nchi yetu. Shangilia, shangilia sana kwa sala. Mama mama anasema tunajihusisha tu na maswali ya, ya mwili lakini ya imani hatuigusie, sababu mapasta wanakuwa wa kwanza wa kuunga majamii na mahutuba zao za mzuri za kujenga maroho, lakini tunakutangazia kwamba ile aspect nayo iko tuna mutu mwenye tuna conseiller du gouverneur mwenye iko charge hata makanisa. Nikusema kusema nous prenons acte kuma hotuba zingine zingine, hasa tutakuwa na kuya tana paster, sababu kuna kitu yenyewe tunaita la pe negative na pe positive. Pe negative kwa Kiswahili kabisa sitaweza iesplike pe negative ni wakati mlio ya lisasi imetulia, watu wanaona kama ni amani, hakuna mlio ya lisasi. Lakini la pe positive, masasi imekwisha imekwisha kutulia, lakini maroho zinasimama yulu, batu havana koalisyon, batu havana kuishi pamoja kwa umoja. Hiyo nayo tunaitumika hako na njoo yenyewe tuko natumika hako kwa sasa proshenimatoaletana na mapasta watawaunga watawajenga mioyo. Asante sana kwa swali yako. Tunakamata wa pili majina na kunatokea na swali eh. Shalome wa ndugu wapenzi, kwa majina ni fostegako mimi, kadhalika yangu ni huchuru. Swali yangu ni hii... Vita ilinikutanaka huku aikokusema niko personnel oku aruchuru niko na vengine vamingi. Bo swali nii makarte zilipoteaka, makarte de lecter. Sasa sa mwenye alipotezaka karte de lecter, atatembeaka aye ilenjo, swali an

Kuliza kua etat civil anaeza fika pale alala. Asante shangilia kusha mikro na kuwa libre pardon, kabisa pardon, bo ile atestation kabisa nimesikia patakuwa wametusaidia. Sasa na mie niko jene na mwingine ni jene, nikasisikia niende tembea ngambo Rwanda, watanipitisha ile njo ulizo tena ntena? Oui, wepata attestation de perte de piece ina remplace ile karte delecteur, alafu neza tafuta ingine vitambulisho apartir ya ile attestation de perte de piece. Tunasikilizana eh? Sawa, sante. Nyiragongo viva. Viva. Mbona sauti iko chini? Nyiragongo oye! Muniki oe, oe! Kasenyi oye, Kiheru oye, tuko pamoja. Vizuri sana Gisi, viongozi wanatoka kusema Nyiragongo imekuwa majaa kabisa tunaendelea kushukuru wa chef de village, wa chef de groupement, wa pasteur, wa kaazi, wa baba, wa mama wote, wa, wa territoire ya Nyiragongo kwa kusikia uwito wa chama kwa kukuja kwa wengi kukuja kupartisipe ku liberation totale et effective ya e nchi yetu. E, sitasema mingi. Nitasema juu ya sekurite. Sekurite ni kazi ya kila mtu, tunaelewana wandugu? Tuko pamoja. Sekurite ni kazi ya kila mtu, ndio kwa maana chama inatia mkazo saa zote ili amani na usalama irudie. Tunashukuru pia Nyiragongo kwa kutupatia wa vijana wa local defense. Mlitupatia wa vijana ili tuende tuwafunze, wachunge usalama na security ya migini yao, na tayari walishamaliza course, walirudi na kila vijana wako na chunga village yao, muko na wao nako? wale waliko defense wapita hapa mbele wenye hivi kwa hapa, wapita hapa mbele. So hawa ni wa vijana wenu ambao mlitupatia ili wakuje, mshimama hapa, mwagara lehano wengine niko naona niliona wamama alikuwa akilia, wa, wa bwana wetu mmewabeba, wabeba, watarudia, watarudia. Eske vraiment eske eske, tukawaahidi kama watafanya mafunzo, baada ya mafunzo watarudi. Walisharudi, sina polisi tayari lishafika, sina polisi iko hapa. So ni kusema nini, nyabu

jira babagabo jira polisi jiri gisirikari tunaelewana habana droit ya kutrakase populasyon bali bafunza twebwe muri M23 umuturage n'umwana umuturage umutura ari kwisonga uko naelewana tunafanya Tuna revolution ili tuonyeshe mabadiliko hamukukuha kukuhwapa abagahina abo bambangutse avombokane

rwanyuuke nunugu atemere wasomye agacupa uvwye na polisi ukambyireba renge mvwye kwinywera agacupa ndikuji wanje polisi kagwerekeza loco no defense kagwerekeza mpaka e takugukubitandakuguooperana ivyo nibyo bigishijwe na general makenga umuturage kwisonga Hakuna vya kupiga fimbo, hakuna vya kunyanyasa yo nani youti wapi tele mawana ibyo vyange na kisikiti hey. Tunaelewana? Nyabune kanye njo munayua wenju nayuwa bale bazalendo mimi nayuwa mningi mlikuwa mlishatiseka. Tunaelewana? Muone pana habari Kamuna muvicho kesha tapiga risasi jirani yako, ejo lilava kwa jirani wawe likugereka. Lakini kamumemupana mbele ya wakati, umesaidia Nyiragongo yote muzima. Tunelewana? ile Nyiragongo enye valikwa nayoni ya babandi leo wajue kama ni Nyiragongo ya amani. Kila mtu ambie jirani yake amani, dukenea mahoro eh, ya nyabuneka, tukonelewana? Kwetu hakuna rushwa, uko na shida uende wende ku polisi. Uko na shida uende wende ku local defense, kwa kwangu tuzungumuze tutatue su, tupate suluhisho. Sawa? Tunaelewana? Eh. Hey. Ikindi abagabo Ta mugabo unowemerewe kukubita mugore

umuyaga guri kuza gwa musukuma ukagira ninsina y'indokiguungabanu nyabuneka wamama mu nyumba haiko fasi ya kuchambana kucambana imashinuka tuku mugabo wawe ngo wamba mugore koko so wamama mama ni chumvi ni mwanga ni ya ulimwengu nyabonekamuje muragira kanya kokuganira umugabo yaza vye mukazi karibu sheri mama natuya bwani ko kunyumba karibu sheri wangu batoto bakomale na banayua mapendo na amani tumeelewana nienjobee hey. eh nabagarsobananzasukiwe hey. abagabo dukarabe ko naelewana minayua shimpasema mai hakuna kuipata iko ngufu lakini leo chituko na jikaza haiko sawa gisi mbele bilikuwa. Depi tufikia hapa, mai hayendaki. Hamari abatue hafi Irobi. Ni yoga gie, gaza ni madaki kamilongo tatu ka kabagara garuzi. Tuko na elewana? So, umugabo nkubyuka agakaraba, ingoni randizibeho, umugura agakaraba. Samutu hapa tanta Nyiragongo, anaona siya gote tuko ba? Saka. Apana bale batoto wakufara bikabutura bya kutoboka tena. Tuko na elewana?

tuna amusika piga fitita pale koleoana buri hey. Mundu agira akazi kakugukora apana bare banaume basambili viko mu mangula banaume bamangula tubatakitene. Yengine ni juu ya shida ya soko ile abatuare pale chini tutayigabura marapili. A partir ya mwezi ya kumi tutagabura ile abatuare marapili

Beaucoup, merci beaucoup wa ndugu wapenzi wakazi wakasenyi ziva